Baada e, ya mchezo wa dabi ya Kariakoo kutamatika, tunafahamu ya kwamba Yanga Africans wana sherehe ambazo wanaziendeleza paredi pamoja na unywaji wa supu. Mashabiki wa Simba wana kinyongo ambacho wameendelea kukitoa kuelekezwa kwenye uongozi wao wa hususa, wakimwelekezea muktaza Mangungu, mwenyekiti wa wanachama. Niko na Mnandi hapa. Mnandi huko? mm. Sasa so, mi namshukuru Mwenyezi Mungu Mm. ananijalia pumzi mm. inshallah nimeamka salama mm. na hakuna sehemu yoyote katika mwili wangu ambaye imeteteleka, mm. niko vizuri kabisa. Unaonekana mm, ni mwenye furaha sana siku ya leo. Furaha ninayo mm. lakini maumivu pia ninayo mm. unajua, siku zote hakuna hakuna mwanadamu aliyeumbwa mm. atakuwa na furaha ya muda wote. Kwa hiyo kuna muda utafurahi, lakini kuna muda utahuzunika lakini kuna muda pia utapata ziaka na kebei. Kwa hivyo vitu lazima uvipitie kama mwanadamu. Kwa hiyo mimi najua ni sehemu ya vitu ambavyo navipitia, lakini sehemu hii ambayo tunaipitia ni ngumu zaidi, kwa sababu kuna mtu ambaye tunamjua ambaye anasababisha sisi kukosa furaha, mwenye, mwenye, mwenyekiti wa wanachama yani, kwa maana ya kwamba mwenyekiti wenu Murtaza Mangungu <tik> alikimbia baada ya goli moja <tik> ili ninyi kama mashabiki wa Simba mmelipokea vipi na mnalizungumziaje? Na ndio maana nimekwambia maumivu kwa mwanadamu ni sehemu ya maisha, lakini yasiwe yale ambaye yakamakusudi haya maumivu ambayo tunapitia wanasimba kwa sasa, haya yanasababishwa na mtu kwa matakao yake tu, wanasimba waumie. Umeona bwana? Kwa hiyo haya yanatuuma zaidi, na ndio maana sasa tumefika mwisho, tunataka tuyafanyie kazi. Lakini kwa bahati mbaya niseme tu, inna lillahi wa inna lillahi rajuni. Bwana ametoa, Bwana ametoa, jina lake liimiliwe. Ni msiba mzito sana, ndugu yangu. Kwa nini? Jana sisi tumefanya kipindi na interview zetu tulivyopandishwa zimetembea sana nchini na nje ya nchi. Wadau wangu walikuwa Ujerumani, walikuwa Uingereza, jana wamenitafuta kupitia WhatsApp, tumeongea kwamba ujumbe umefika na wameufuatilia na wamekubali. Lakini kwa maajabu wale wazee wa Simba Sports Club ningeamini kwamba na wao jana wangekuwa watu wa kwanza kuitisha press kwa kile kilichotokea Benjamin Mkapa. Naamini wao toka wamezaliwa wako vijana, wameikuta Simba, lakini hawajawahi kushuhudia dabi ya kihuni kama dabi iliyofanyika Benjamin Mkapa tarehe 25 kombe uwanjani, sawa Simba wanaingia pale kihuni. Yaani, ile ni aibu kubwa ndugu yangu, haikustahili, haikustahili kabisa. Kombe liko ka uwanjani, mechi haiandaliwi. Saa sita mchana a taarifa tunakuja kunaleta timu sawa, unajiandaa kwa chochote. Sisi wanachama hatujui, tunajua kwamba watakuwa kwenye msimamo wao, wamegomea fence complex sawa, kuelekea mechi, wamegomea place ama waandishi wa habari ya kwanza ile. Sawa, nikaamini kwamba wamesimama kwenye msimamo wao kwa timu wafanyaji wa hawaleti uwanjani, kumbe ni mind game ya kutuzuga sisi mashabiki na wanachama tujikoroge ili mradi twende tukaumie zaidi. Wanatoa taarifa saa sita timu inakuja uwanjani, lakini kwa sisi tulishakata tiketi zetu toka muda, tukaona sio zambi. Bada, tutaenda nani, ili tukajua nini kinaendelea baada ya ukimya e, wa muda mrefu toka dabi ilivyomalizika jana, mwenyekiti wa wanachama Muktaza Mangungu ametoka na kujibu kelele na lawama ambazo zinaelekezwa kwake. Ameeleza ya kwamba wamweleze kosa lake ni nini ndipo ni, ambapo wamwambie kwa makosa haya unastahili kukaa pembeni. Ah, si anajitokeza tu mtu anapiga kelele Mangungu Mangungu Mangungu. Amewajibu, amesema too much, amechoka na kelele zenu. Kama amechoka achie koti awache ofisini, aondoke mara moja kabla hatujachukua hatua kali za kanuni na kisheria. Simba sio wahuni na Simba sio wajinga. Wana Simba wana akili timamu, wanaujua mpira na wanajua kanuni na sheria za mpira. Na ndio maana sisi hatukuandamana tarehe ilivyobadilishwa, tulisimama kwenye tarehe yetu iliyobadilishwa, barua ya Simba ya Juni 12 kwamba kama tarehe itabadilishwa tofauti na tarehe 15. Ile barua mpaka leo bado inapumua, brother. Hatujaona barua nyingine yoyote kimaandishi ya Simba kupitia CEO wetu Zubeda Sakuru akisaini pale chini kwamba tumebadilisha msimamo wetu mm. Tunaenda kucheza mchezo wa tarehe 25. Mpaka leo hii Mangungu ndio amewaponza msimamo wa Simba Sports mm. kupitia management yake mpaka mm. leo hakuna, tumeona post tu Instagram kwamba tunaleta timu kwa Mangungu, ndiye alipeleka timu. Sasa kapeleka nani timu? Nataka kuniambia Mangungu ndiye mwenye nguvu kuliko wote kwenye klabu ya Simba? Umeuliza vizuri mm. nyumbani, familia ikitetereka mm. au mtoto akiwa mtukutu mm. wa kwanza kunyoshewa kidole nani? Baba. Baba ni nani kwenye Simba? Ndio kichwa cha familia. kwenye Simba baba nani? Mkaza Mangungu. Sasa tummlikie nani kidole tukamtafute Isa Masudi, tukamtafute Selemani Arubu, tukamtafute Ashabaraka, wale ni wajumbe. Hata kwenye kuchagua pale tunapenda no kuchagua, kuna fomu hizi, kuna fomu ya rais na kuna fomu ya nani, ya wajumbe. Marais watakuwa wako hawa wawili, utachagua umpe nani pale, lakini wajumbe wako wengi, utachagua wewe umpe nani? Si umenielewa? Kwa hiyo asitake kupotosha umma. Nimemsikia vizuri jana, kama angetaka kujibu angetujibu Benjamin Mkapa baada ya mechi kuisha. So unaenda kujibu nyumbani kwako? Aliona sio sehemu sahihi ya yeye kuweza kulizungumza? Mbona tumemwona Chamwino kapiga picha? Kwa nini tumemwona Chamwino kapiga picha? Aliitwa na mama, aliitwa na mama. Aya, Benjamin Mkapa timu kaileta nani? Kaileta, kaileta boss, Fadu Davis, nijibu swali bosi, timu Benjamin Mkapa hmm. Kaileta nani? Uongozi wa Simba. Na kiwemo nani bosi, alikuwepo kuwepo Benjamin Mkapa sawa. So, alikuepo alikuepo. Haya, kilichomfanya baada ya kufungwa goli moja aondoke ni nini? hii lawama azipelekwi e, kwa waamuzi tena, bali tunalaumiana sisi kwa sisi ndani kwa ndani. Unaambia siku zote mwenye akili timamu hmm. atafuti mpaka ashiki mkono kupelekwa sehemu sawa hmm. wakati anaijua. Ukiona hivyo tayari akili imebadilika hmm. sema hata kama haijui mwenye akili timamu, akili iliyobadilika lazima umpeleke lakini ukiwa na akili timamu, umechorewa picha ya samaki ubaoni, umechorewa picha ya nyani ubaoni, alafu mwalimu anakuuliza kati ya namba moja na namba mbili picha ya samaki na picha ya nyani. Ipi ipo kwenye namba moja? Mangungu aliuliza e, akihitaji majibu. Kwanza mueleze makosa yake ni yapi ndio apate kutambua na kwa, kwa kupitia makosa hayo. Bwana ukae pembeni. Wewe unamueleza sasa makosa yake ni yapi na inakiwa afanye nini? Kwa hiyo mpaka sasa mwenye akili timamu ndio maana nimekuuliza. Umecholewa picha ya samaki, umecholewa picha ya nyani. Ya nyani iko namba moja. Picha ya samaki iko namba mbili. Mwalimu anakuuliza, picha ya samaki kati ya hizi nilizozichola na nyani, ipi ipo namba moja? Utasema ya samaki? Nijibu blaza kashakuelekeza pale vizuri tu, picha ya nyani iko namba moja, picha ya samaki kachora iko kwenye namba mbili, alafu nakuuliza swali. Picha ya samaki wanafunzi nawauliza, au picha ya nyani iko namba ngapi? Utasema iko namba mbili kwenye samaki? Hapana, si utasema namba moja. Kwa hiyo Mangungu anataka sisi tu tu tumwambie sababu gani? Mmetoa taarifa yenu tarehe 12, kwamba mchezo ukibadilishwa hamtautambua na mtu shiriki. Sawa? Baada ya siku inayofuata muonekana mkipiga picha na Mama Samia kule Chamwino viongozi wa pande mbili mm, baada ya hapo mmerudi mko kimya mm, kama mabubu mm. Sawa, hakuna taarifa nyingine yoyote mm. Tunakuja kupata taarifa saa sita mm, siku ya mechi kwamba tunaleta timu je? yeah, ile barua yao aliandika mwauni? iliandika management ya Simba Tati, tatibu Mnandi, naomba lata unijibu yeah. Ile barua sawa ambaye sisi mm, tunaweka mabando yetu mm, kwenye Simba hapo. Mm, sisi sio wajinga, hujui mm, ile barua iliandikwa na management ya Simba mm, au iliandikwa na kikundi cha wauni ndani ya Simba inayosema kwamba mchezo kama utabadilishwa ile ya Juni kumi tofauti na tarehe 15 hatutoutambua na tutoshiriki. Je, iliandika management ya simba au kuna kikundi cha wauni kiliandika kwenye instagram ya simba? Kwa nini wasitengue kauli yao, baada ya kuitwa kule, kwamba huo mchezo tunautambua, tunacheza, ili sisi tujiandae? Kwa kwa nini nini walikuwa kimya kimya kimya? Kwa nini wasitujulishe? Kwa nini lazima watoke hadharani? Subiri basi, tumekubali sisi wanachama, tuna tuna sekta zetu. Kwa nini wasitujulishe ili tufanye kazi? Kwa nini walikaa kimya? Mpira wa simba na yanga Sawa mm. Unachezwa nje una na ndani na sio huko tu, naomba nisikilize. Naamini kwenye uchawi, baba, hata Ulaya shiriki ipo, asikudanganye mtu mm. Fanya kila kitu mm. lakini huwezi kuacha asili yako mm. Uwanja nje pale nje, alimaanisha nini? Alizungumzia kauli mashabiki kuja kujaa uwanjani, hakuwa na maana hiyo mm. Yule kazunguka, lakini maana yake ni hiyo, simba kujiandaa nje uwanja alafu Mangungu anakaa anakimbia mechi kaleta, yani kama mtu kabeba gunia la chumvi kwenye lori kadondosha dukani, alafu anakimbia, alafu kujibia nyumbani kwake. Huyu mtu kiukweli, naomba wanasimba wenzangu, chonde chonde, huu sio wa wakati wa kuchekeana. Ukicheka na nyani utavuna mabua. Huu ni wakati wa kusimama na kusema ukweli. Mangungu atuachie simba yetu. Sawa, nimemsikia vizuri jana, eti kama nina sababu waainishe sababu, anataka sababu gani? Sababu ya kwanza, wakati anachukua fomu kuomba kula Simba, vipaumbele vake vya kwanza, ataenda kusimamia mchakato wa mabadiliko wa Simba kukamilika kwa wakati. Hiyo ndio sera yake ya kwanza. Sera ya pili, ataenda kuendeleza vile vizuri ambavyo wameviacha wenzake, yeye kuviendeleza zaidi. Ndio sera zake zote. Lakini kaja hapa yeye, tumeanza tumetoketeza makombe manne tuko na Mangungu tumefungwa mechi tano ndani ya misimu miwili kuna Murtaza Mangungu hakuna mwenyekiti yeyote wa klabu ya Simba alofungwa mechi tano mfululizo. Hata huyo aveva na mwenzake kaburu walikuwa wahuni, lakini hatujafungwa mechi tano mfululizo. E, Murtaza Mangungu kwenye mahojiano yake alivyotoka na kuwajibu baadhi ya mashabiki na wanachama, amesema anashangazwa na mashabiki na wanachama wa Simba Sports. timu ikiwa ina matokeo mazuri ndo mashabiki hao hao wanaokuwa kimya, timu ikiwa inafanya vizuri ndo mashabiki hao hao wanaoshangilia na kupongeza uongozi, lakini timu inapokwenda tofauti wanarudi na kumbagaa yeye. Hili kitu alichokizungumza siku ya hapo jana, ameshangazwa na aina ya maamuzi ambayo wanayachukua mashabiki na wanachama wa Simba sio kushangazwa, sisi tunataka tujue, wameonekana chamwino Simba, tuna viongozi wengi wenzetu waliokana watu wanne, kama unaangalia vizuri, walienda watu wanne Simba. Kaenda mzee Mangungu na mwenyekiti mstaafu ambaye sasa hizi ni mwenyekiti ya baraza la wazee kwenye wale washauri, lile la washauri watu 21 ndio wameonekana kule, kwani wengine walikuwa wapi? Angi walikuwa tume, wanauma malaria? Sio kweli, hapa kuna sintofahamu ndani, na naamini hata kukosa kombe la shirikisho barani Afrika, chawa tuko naye ndani, ametoa siri na no, tumelikosa kombe. Zanzibar tumeweza, tuabidi tufike tuongee ukweli. E, pamoja na mwekezaji bado kuna sintofahamu ambayo inaendelea. Sintofahamu gani? Wanazozana? Hey, umeuliza vizuri, sio tuliongea toka uwanjani. Nataka kama unanipata clip yango uwanjani, niliongea kuna watu wanatumia nguvu kubwa ili Muhammed Deuji Asuse yache Simba, ili yale maandishi matatu GSM ndiyo yeah, yatawale mpira wa Tanzania yeah. Sawa mm. kuna nguvu kubwa inatumika mm. nje mm. ili mradi Modeuji mm. aiache Simba mm. ili nguvu kubwa itumike GSM au mm. aubebe mpira wa Tanzania kwa sababu mafanikio ya Simba kwa sasa yeah. yanauma watu wengi, kwa sababu Simba ni yuda Tanzania. Simba sawasawa, sawa, na mtoto wa baba nyumbani mtoto wa baba siku zote huwaga ndio anateseka. Mama akija mwingine anakuja na mtoto wake anaishi vizuri tu mm, lakini mtoto wa baba muda wote huwa anateseka, ndio ilivyo hiyo. Kwa hiyo Simba ni yuda, Simba hapendwi kwenye taifa hili, hivi vinavyoendelea mm. Wenzetu wameandamana pale, ulisikia kuna chochote kiliendelea? mm. Leo wametaka watu wajiuzuru, wamejiuzuru. mm. Wametaka tarehe imebadilishwa, imebadilishwa. mm. Aafu Simba anabadilishwa kiuni, wanakubali kwenda kucheza. Wamekutana, nataka nikupe siri nyingine. Wamekutana na Gwambi na viongozi wa matawi wote na viongozi wa wilaya. Unajua unapotaka kuruka lazima wagane na nyonga. Mangungu ni mwanasiasa. Anajua mbinu zote za kisiasa. Kazileta kwenye mpira. Sawa, akawaita viongozi wa wilaya, akawaita viongozi wa matawi, akazungumza wale wazungumza huko. Wakawa siri ya kambi, wamebwa kurudi kwenye matawi yenu msiseme. Mimi kiongozi wangu ambaye nimemwachia mamlaka taweni kwangu nisikilize. Basi mimi ni mwanachama, mimi sio lada shabiki tu kawaida. Naomba nisikilize vizuri uh -huh. Naomba unisikilize vizuri ndugu yangu. Siongee kitu cha propaganda. Kama Mangungu anabisha, aniite. Nimuulize, wamekutana waje kutana Gwambina. Kama mimi naongea uongo hapa. Msema ukweli ni kipenzi cha Mwenyezi Mungu. Msema uongo ni kipenzi cha Shetani brother. Mangungu aliwaita viongozi wa wilaya, viongozi wa matawi wakakutana. Haya, wamekutana Gwambina, wameenda kujadili nini? Na kati sisi kuna mipango yetu ya kikazi imekataliwa kupokelewa. Je, walienda kujadili nini? Na kwa nini walivyorudi kwenye matawi wao wale viongozi, hawakuambia wanachama wao? Mimi ninavyokuambia mwenyekiti wa tawi la kwangu pale mm. Katibu wake ambaye nimemwachia mimi madaraka, sababu na jambo langu shamba na tawi langu naanzisha shamba mm. Kachindo kumwambia hata mwenyekiti wake ajui, ilikuwa siri yao, waliongea nini? Hapa kuna mchezo unaendelea. Naomba niende mbali mm. Naomba niende mbali mm. Usinikatishe. Kuna mchezo unaendelea ndani ya Simba, hata kukosa kombe la shirikisho mm. Tunaamini machao aliotoboa wa mtungwi mm. wako ndani. Nini kifanyike sasa? Sawa, la kufanyika mm -hmm. moja tu Mm. Iwe mvua iwe jua, Mangungu achia gari rudi barabarani. Anaonesha msimamo wake, huyu ni mwanasiasa. Unapotaka kuruka nimekwambiaje? Lazima ufanyeje? uwagane na nyonga mm. Na nyonga haiwezi kukaa kwenye kwapa wala kukaa kwenye kidole mm. Nyonga ipo kiunoni. Hii ndio injini ya mwanadamu kwenye kutembea sheria. Sisi wenyewe tupo kikanuni, kwani kawekwa na nani yule au yule kachukuliwa na familia yake kwenda Simba na wanachama, kwa nini asituheshimu? kama mmeanza kumpinga tangu zamani, kwa nini mmeshindwa kumtoa? Na umeuliza vizuri, ndio maana nikwambia unapotaka kuruka lazima wagane na nini na yule. Ndio maana nakwambia ni mwanasiasa, amewaita viongozi wa wilaya. uh -huh. Unapotaka kumwondoa kiongozi, hmm. Sisi kama viongozi wa matawe hatuna mamlaka ya kuitisha mkutano uh -huh. Lazima sisi tu, uh -huh. tuungane na wilaya tujaze fomu afu wilaya chukue fomu zote ipeleke mkoa ugongwe muhuri iende Baraza la Michezo BMT. Sawa moja, naenda klabu kuitisha mkutano wa dharura sawa. kola mwikisha timia hivi, sisi hatufiki wanachama elfu moja. Katiba inatuongoza, lakini wanashindwa kufanya hivyo mpaka mechi imeisha juzi. Ngoja ngoja, mechi si imeisha juzi? tuna wilaya ngapi Dar es Salaam? Tuna wilaya tano mpaka sita sasa hivi, sawa. Kuna kiongozi gani wa Simba katika wilaya zote unazozifahamu wewe? wa wilaya unamjua wewe? Kasimama baada ya mechi analalamika kuhusu matokeo, yupo kwa nini wasilalamike? Kimya kimya. Subiri basi. Kwa nini tuonekane sisi tunalalamika? Naomba ulisikilize. Ndio maana nikwambia Mangungu ni mwanasiasa kakutana na viongozi wa wilaya mm, na baadhi ya viongozi wa matawi ambao anaona hao anawaweza au kapanga yeah, mipango yao anajua, ili likiharibika tu hao ndio kifua changu. Yale eti eti, kiongozi ulikuwa mweledi uweze kuongea maneno yale, waniambie sababu ya makosa yangu. Wewe katika vipaumbele vake wakati unaomba kula. African Football League bilioni tano tumepewa kwa ajili ya maandalizi. Yeah. Tumecheza mechi ngapi? Si mbili tu. Yeah. Tumechukua bilioni tano na na point na tuzo ya mashabiki bora. Au tumechukua shilingi ngapi? Kwa hiyo Mangungu asitake kujifutafuta kujificha. Anasema akajengewe sanamu pale Msimbazi. Nani? Muktaza Mangungu. Hilo sanamu akajengewe kwao Kirwa. Hilo sanamu akajengewe kwao Kirwa. Jiulize mm. kiongozi bora yeah. ni yule ambaye anaondoka kwenye madaraka kwa kustafu yeah. au kwa kusema basi. Tujiulize kwa nini ubunge kaukosa Kirwa? Tujiulize Muntaza Mangungu, kwa nini kakosa ubunge Kilwa mpaka anakuja Simba kutafuta maisha? Simba maana yake kule akuwatendea haki wananchi Kwayo. kama umeishindwa serikali mm, utaiweza Simba? Ta Mangungu baba tuwache. Ta Mnandi, unge, unamwambia nini sasa mashabiki wa Simba wale ambao hivi sasa wako <coughs> kwenye sintofahamu ambao wameingiwa na ubaridi mkubwa juu ya mnyama kupoteza mataji yote msimu huu? Mie kwanza kifupi, mm, sisi darasani tumesoma kule na kitabu tumesoma inasema, nani atamfunga paka kengele? Mie mm -hmm. binafsi ni miongoni hakumfunga paka kengele, hata kama anakuwa paka ana kilo tani elfu kumi. Mimi ah. Yeah. Niko tayari kwenda kumfunga kengele, nikifa kifa ni kifa, nitakufa shahidi kwa ajili ya wana simba waliokuwa nyuma yetu. Naomba unisikilize, kila mwanadamu mm. mm. aliyoumbwa mm. hakuna mwanadamu pua yake naangalia juu blaz, kila mwanadamu mm. manadamu mm. pua yake naangalia chini, kuna nafsi zali kale mauti mm. na kila nafsi itaonja mauti. Kwa hiyo siogopi chochote mm. siofi lolote mm. niko tayari kwa lolote, maneno ya muasili. Naomba unisikilize mm. Nimeshaamua kujivua gamba, niko tayari kwa lolote, kwa sababu mpaka jana wale wa Simba wa fiensa wale kinda kindaki -ndaki. kila siku wanaojiwa. sijaona kuojiwa wanajificha wapi... unamtishia maisha, unamtishia maisha mwenyekiti, nimemtishia maisha mimi. Nimekwambiaje, hakuna mwanadamu aliumbwa pua yake naangalia chini. Sawa, niko tayari kujitoa mwanga, nadhani umenielewa. Lina ukakasi, maana yake hii vita ni kubwa. Ukionekana wewe umekaa kipombele kupambana. wengine wamekaa kimya, watu kukuondoa ni rahisi, kumtoa kwa nguvu eh. Umenielewa? Mimi nilivyo hapa ninapozungumza. Sawa, hii vita ni kubwa brother. Tukiongea watu wachache, Mangungu atasema kwa sababu nipende ni hawa tu. Anaweza akafanya lolote. Na maana nimesema niko tayari kwa lolote. Na ndio toa neno lako la mwisho Mangungu, mimi. Mangungu tunamwambia aachie koti mapema, aweke ofisini, Simba arudi akagombania siasa zake, aachane na mpira, tumeshamchoka. Wewe unasikia ni kama alichongea jana? Anasemaje? Bado watu wanasema sisi tumechoka kumfunga mtaani. Bado huyu tunataka tumfunge mara kumi. Kwa nini anaongea hayo maneno? Mm. Wakati alikuwa anatoka kwenye kikao ndani kabla mechi haijabadilishwa tarehe 15, mm, aliongea nini kwenye press yake? Hakutaja kuna kigogo wa serikali, ndio uzuia Simba asifanye mazoezi. Hakusema alikamwe. Mlimuuliza huyo kigogo ni nani? Mpaka leo hii, tusipotoshe umma wa Tanzania. Sisi tuna akili timamu. Huyo kigogo wa serikali Mangungu atakuwa anamjua. Tusipotoshe umma. Na ndio maana nakwambia mm, fainali ya shirikisho barani Afrika tutocheza Zanzibar. Mm. Mangungu anahusika kutuhujumu. No doubt. Kwa hiki kilichoendelea, wewe uh, dabi saa sita, unapeleka timu, sisi hatujajiandaa. Unaita watu viongozi kimya kimya, wanarudi kwenye matawi yao, hawatoe taarifa. Wewe kuna nini hapo? Mimi naamini kama binadamu, ukisema unajing'ata, basi Mangungu katika kipindi hichi anajing'ata hapa. Kuna Mnandi ambaye anamzungumza sana. Mnandi, mimi nikushukuru kwa muda wako na wasaa wako, na kabla ya kushukuru viongozi wa wilaya, chonde chonde, viongozi wa wilaya katika wilaya zote, tunawaomba jamani, sisi wote ni Wanasimba. Kauli yetu ya Wanasimba, wazee wetu walioanzisha Simba wote wengi hawapo saa hizi timu ina miaka 89 sasa na karibia tisini. Tunawaomba, kama mmechoka kuiongoza simba kwenye sekta hizo, tunaomba mwachie na nyima koti yenu, wekeni hapo, endeni saizi mkasupport vitu vingine, achaneni na mpira kwa sababu haiwezekani sisi tunaenda uwanjani tunaumia nyie. Mpaka leo tunaona hata kiongozi mmoja wa wilaya analizungumzia hili. Kwa hiyo, kumbe simba kufungwa mara tano, kwa nini? Mafuta kama kuna sehemu kuna 20% mlapata, basi jitoeni simba, katafuteni maisha sehemu nyingine. Hii simba ishajipambanua, simba inaubeba mpira wa Tanzania, inaonekana Afrika, kuna sponsor kibao saizi wanataka kuja simba. Leo hata ujeruti anaweza kujitoa. Kaweka bilioni 38 huu ni na unaendelea, unaweka hela ya nini? Unaweza kuweka hela baharini? Kwa hiyo kuna watu wanaihujumu Simba ili watu wenye hela zao wajitoe, ili ule mwenye maandishi matatu aje kutamba kwenye taifa hili. Na ikiwezekana tunaomba viongozi wangu wa klabu ya Simba mliokuwa waeledi humo ndani, tokeni na kusema hili na msiposema basi, wote acheni makoti ofisini muondoke, sababu so barua yenu mpaka leo hamjatengua kauli Juli kumi na mbili m Uoni kama unyama huu? Afu wao wametulia wamekukimia huko. Viongozi wa wilaya narudia tena. Jitazimilini waachieni makoti na mangungu wenu muondoke. Nendeni kwenye siasa huko. Sawa, msituharibie mpira. Na wazee wa klabu ya Simba narudi tena. Wakati nyuma mwiko wazee wao wanaandamana, mlikuwa mnaitisha press mna wajibu. Wazee wa Simba, wakati nyuma mwiko wazee wao wanaandamana pale. Kuomba watu wajiuzuru, mechi badilishwe. Mlikuwa mna wajibu. Lakini toka juzi tufungwe. Sijamuona mzee hata mmoja wa Simba ambaye kaitisha press kulijibia hili. Kwani nyinyi wazee hamuumii? Au na nyinyi wazee ni e, mtuambie basi. Mbona kwenye maandamano ya Yanga mlikuwa mnajibu? Au nyie mna dili na mangungu? Mbona mnatuumiza, tunakua soda asubuhi asubuhi, sio? <laughs> Sawa hii sawa, tunawaomba wanaomhitaji Mohamed Dewji atoke abadani asilani. Dewji atoki Simba, mtaondoka wote kivyo vyote vile mtaondoka simba. Usitusumbue na wale maefiensa wa Simba, nawaambia kina kisugu kina Mzalamo sawa, kina pasi milioni, huu ni wakati wa kusema ukweli. Mna watu wengi nyo wanafuatilia simba ilipo, mpo, mbona msemi? Au tunaumia sisi tu? Sikila siku maiki ziko zinawafata kule session, mbona sioni kuwajua? Toka jana maiki hakuna, eti wanahabari wanaumwa? Mbona waji session? Mbona utoe yale maneno ulikuwa unatoa, Kisugu Mzalamo mwenzangu, wewe tuache unafiki kso gani ya Simba, wazee wetu walioanzisha, sio, hawana akili? Simba ni nguvu moja, maana yake ni ushirikiano wa pamoja. Mpaka sasa Simba hakuna nguvu moja, kuna nguvu nane humo ndani. Tunaomba mjiondoe yote. Asante sana.